Habari za saizi. Leo tutazungumzia swala zima la mimea, lakini tutapendelea zaidi tuzungumzie mmea mmoja ambao unaitwa kwa jina la Kiswahili unaitwa mnyonyo. Mnyonyo kwa jina la Kiswahili, au wengine wanaita mbarika au kwa jina jingine wanaita majina tu. Tunazungumzia kwa Kiswahili zaidi, kwa hiyo tutazungumzia mti unaoitwa mnyonyo kama huu ambao tunaoona hapo huu mnyonyo unapatikana katika maeneo mengi sana katika hii Tanzania yetu, na unapatikana kirahisi sana, na wenzetu walikuwa wanaotumia kwenye tiba tofauti tofauti, ambayo kila mmoja anajua kwa tiba yake, isipokuwa tu kuna baadhi ya watu inawezekana ikawa hawajui kama huu mnyonyo una virutubishi gani. Mimi leo sitozungumzia tiba zinazozungumzwa huko wala mimi leo sitozungumzia unatakiwa ujitibu vipi, ufanye vipi, ufanye vipi. Mimi nitadokoa virutubishi vinavyopatikana katika huo mnyonyo, lakini pia jua kwamba huu mnyonyo pia una sumu, sio kama na virutubishi peke yake. Huu mnyonyo pia nao una sumu ndani yake. Huu mnyonyo una madini mengi, lakini pia ujue kwamba una sumu ndani yake. Kwa hiyo hata matumizi yake unahitajika utumie matumizi ikiwa ni kwa umakini sana, aidha umeongea na mgonjwa wa, na daktari wako, wakati kama wewe ni mgonjwa amekufahamisha, au kuna mtabibu wako amekufahamisha unatumiaje. Sio unakurupuka tu kwa sababu nimezungumzia hivi virutubishi vilivyokuwepo, na wewe ukaenda ukaanza kujitafunia ukaanza kujichemshia ukaanza. La, sijafundisha dawa, ila nakupa na kufafanulia kwamba huu mjiti una faida kubwa. Unapouona huu mjiti unaoitwa mnyonyo au mbarika, ujue kwamba una faida. Sasa basi, tuingie katika faida zake. Huu mnyonyo au tunasema mbarika una virutubishi muhimu sana ambavyo vinaitwa flavonoidi. Virutubisho hivi vina faida gani katika mwili, na virutubisho hivi vinapatikana wapi? Kwa sababu mnyonyo una mizizi, una majani, una magome, una zile mbegu zake ambazo unatengenezewa mafuta. Sasa sisi tunaangalia virutubisho hivi vinapatikana wapi na wapi na wapi, au vinapatikana vyote, sehemu zote, majani vipo, sijui nini vipo? Hapana, tutaangalia sehemu moja moja. Kuna virutubisho ambavyo vinavyoitwa flavonoidi, flavonoidi Inapatikana katika sehemu kuu mbili katika huu mnyonyo wetu, au huu mti wa mnyonyo. Flavonoidi inapatikana katika majani. Ukiona majani ya mnyonyo, basi ujue flavonoidi ipo kwa wingi sana. Lakini flavonoidi inapatikana katika magome, sio mizizi wala sio katika zile mbegu. Flavonoidi inapatikana katika majani, flavonoidi inapatikana katika magome. Sasa basi, hebu tuangalie flavonoid ina faida gani katika mwili wetu? Kwa sababu tushaona flavonoid inapatikana, faida yake ni nini? Faida ya flavonoid ni hii. Flavonoid kwanza huondosha uvimbe. Kama mtu labda pengine amepata jeraha, yani amejigonga, alafu sehemu ikawa imevimba, majani pamoja na yale magome yana uwezo wa kuondosha uvimbe kwa sababu ina wingi wa flavonoid. Flavonoid faida yake ni kwamba hai hivi virutubisho hivi vya flavonoid huondosha huondosha uvimbe, lakini pia huongeza kinga mwili. Mwili unahitaji kinga, una zile white blood cell ambazo zitukinga, kwa hiyo flavonoid inazalisha inaongeza zile kinga za mwili kwa sababu mtu anaweza akawa ametumia chakula au amepata maradhi tofauti tofauti, homa hazimuishii, sijui mafua, sijui kitu gani, sijui kitu gani. Sasa inawezekana ikawa kinga zako tu za mwili zimeshuka. Kupitia haya majani na magome, kwa sababu yana wingi wa flavonoidi, yanakusaidia kuongeza kinga mwilini. Ndio hapo tumefahamiana. Lakini chengine flavonoidi huondosha sumu katika mwili, husaidia flavonoidi kuondosha sumu katika mwili. Kwa hiyo tukiangalia faida nyingine ambayo flavonoid, ikiwa mathala mtu huyu ana sumu nyingi mwilini, anahitaji kuondosha sumu mwilini, majani magome yanasaidia kuondosha sumu mwilini. Unatumiaje? Ni lazima kwanza upate wataalamu wa kufahamishe njia ya kutumia ili kuondosha sumu katika mwili, sio ukurupuke tu utumie tu. Ala, ni faida hiyo inakupa ya flavonoidi, ambayo inapatikana katika majani na magome. Hiyo ni ya kwanza, lakini tunaangalia umuhimu na wa flavonoidi kwa sababu flavonoidi inatumika mpaka katika sehemu tofauti tofauti maabara tofauti tofauti katika madawa tofauti tofauti, iwe ni kwetu sisi ambao tunaotumia tiba asilia, hata kwa wenzetu ambao hawatumii tiba asilia, pia wanatumia hii flavonoidi kwa kutengeneza madawa tofauti tofauti, na flavonoidi inatumika katika yale maradhi ambayo tunasema maradhi sugu maradhi nyemelezi ambayo inakuwa ni maradhi sugu yakikupata, ni tunasema maradhi makubwa. Mfano kama tatizo la sukari. Sukari, flavonoidi inapunguza, yule mtu mwenye tatizo la sukari, flavonoidi inapunguza ule ukali wa maradhi ya sukari. Kwa hiyo ni faida ya flavonoidi katika majani na magome, kwa sababu ya kupunguza tatizo la sukari. Lakini chingine cha pili tukiangalia umuhimu wake kama wezetu unavyoitumia flavonoid, umuhimu wake mwingine ni kwamba hata kwa wale ambao walikuwa na maradhi makubwa, mfano wa saratani. Mtu ana tatizo la saratani. Saratani zipo nyingi sana katika mwili, saratani za matiti, saratani si za wapi, saratani si za shingo ya nini, siuza... zipo tele tele tele tele. Saratani kwa sisi kina baba zipo tele katika prostate, katika mambo tofauti tofauti, sisi saratani hii flavonoid inapunguza sana ukali wa maradhi haya ye, mitalam, ya saratani. Unatumiaje? Ndio inabidi lazima umpate mtaalamu ili akufahamishe. Unaweza kuja Baitul Afya Hebal Clinic au unaweza ukatupigia kwa namba yetu hiyo, tutakufahamisha jinsi ya kutumia, unatumiaje. Au unaweza ukatafuta dawa, zipo ambazo tofauti tofauti zinapatikana za masuala kama haya, lakini flavonoidi inatumika sana katika madawa ya aina hiyo. lakini pia flavonoidi inatumika katika maradhi sugu kama maradhi ya moyo, wale waliokuwa na moyo mpana, moyo sijui mkubwa, moyo sijui labda una nini, mapresha hayaishi, sijui labda yuko vile, yuko vile. Flavonoidi inasaidia sana hii, tunasema virutubishi vya flavonoidi vinasaidia sana kupunguza ukali na maradhi yale yanavyokuwa makali, kupunguza ukali wa maradhi hayo kwa hiyo flavonoidi inasaidia sana. Hii ni faida ya virutubishi vya flavonoidi vinavyopatikana katika majani pamoja na magome haya ya mti unaoitwa mnyonyo au mbarika. Lakini la pili, mti wa mnyonyo au mbarika una virutubisho vingine muhimu sana ambavyo vinaitwa alkaloidi. Hii alkaloidi ina faida gani katika mwili? Lakini pia hupatikana wapi na wapi na wapi katika huu mti? Naweza nikaenda kuchukua kitu gani nikaipata alkaloidi? Alkaloidi inapatikana katika mizizi, alkaloidi inapatikana katika majani, alkaloidi inapatikana vile vile katika magome. Kwa hiyo alkaloidi inapatikana katika sehemu kuu tatu: mizizi, majani, magome. Unapoona mizizi yagu mti unaitwa mnyonyo na mbarika, ujue alkaloidi ipo. Majani alkaloidi ipo. Magome alkaloidi ipo. Tumeona kule juu kwamba tumepata flavonoidi, tumepata katika magome na majani, lakini vile vile ukiona majani na ukiona magome, ujue pia kuna alkaloidi, lakini kuna flavonoidi. Lakini mizizi tu ndo haina flavonoid, hapo ndo tumeona tofauti ya kimsingi. Je, alkaloid ina faida gani katika mwili wetu? Alkaloidi ina faida gani? Kwa sababu tujue faida ili tupate kuangalia umuhimu wake. Faida gani katika katika mwili wetu? Faida iliyokuwepo kwanza ni kupunguza maumivu. Maumivu, mtu anawezekana ikawa na maumivu makali ya viungo.